Kiswahili. Chaneli ya DW Kiswahili kwenye YouTube. DW Kiswahili. Inatanua upeo wako. DW Kiswahili. Ukufanya mwerevu zaidi. Nasi kwenye DW Kiswahili. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na chochote. Uchaguzi huu unaonekana kidogo kuwa na utofauti, hmm, na chaguzi zilizopita, hmm, ama unaonaje? ni kweli kabisa Tatu, kama ulivyosema uchaguzi wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni tofauti kidogo na chaguzi zilizopita kwa sababu mbalimbali mbali. Kwa sababu kwa mfano huu ni uchaguzi kwanza wa saba tangu Tanzania imeanza kushiriki chaguzi za vyama vingi tangu mwaka elfu tisa mia tisini na tano. Sasa hivi uchaguzi wa mwaka huu hauna k kwanza kwanza kwenye kampeni zake mm hazikuwa -hmm. na kashikashi sana kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita. Kwa mfano e, chaguzi za zamani wagombea wa CCM ndio walishinda katika uchaguzi kwa sababu wao ndio wametawala tangu vya mb... mfumo wa vyama vingi umeanza, lakini kulikuwa na mapambano makali sana jukwane. Kwa mfano mm -hmm. mwaka 1995 e, e, Benjamin Mkapa alishindana na Agustino Mrema wa chama cha NCCR Mageuzi na alipishana naye kwa asilimia chache za kura Mkapa akaambulia ku, eh, asilimia sitini na moja. Lakini, mwaka elfu mbili pia, eh, CCM pia ikachuana na vikali sana na chama cha CUF wa eh, Ibrahim Lipumba, profesa huyu, mm -hmm. Na, mwaka elfu mbili na, tano pia Lipumba akachuana na, Kikwete mwaka elfu mbili na, kumi na, eh, Kikwete akachuana na, Wilbrod Slaa wa na eh, Chadema lakini mwaka elfu mbili kumi na tano ndo ulikuwa kipindi kigumu zaidi kwa unaweza kusema kwa CCM kwa Wachadema. Mm -hmm. Kwa sababu wakati huo ilichuana eh, na muungano wa vile vyama Chadema uka naitwa Ukawa, kwa hivyo wakati huo aliyekuwa eh, alijiunga na Ukawa wao na na, na, na, na na Magufuli na Magufuli kwa wakati huo ali, pa, aliambulia asilimia unaweza aezkaona mpishano ulikuwa mdogo sanakampen ilikua zimepambwanak ia i ishirini E, sisi ikachuana zaidi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye wakati huo alikuwa anagombea Tundulisu katikati ya urais na Magufuli. Vyama vya upinzani vikaja vikasema kwamba kulikuwa na hujuma katika masuala ya mifumo ya uchaguzi na nini, kwa hiyo vikasema kwamba havikutendewa havi haki na sisi kimsingi kajiandikishia ushindi wa asilimia themanini na nne, lakini uchaguzi wa mwaka huu e, ni watofauti kwa sababu vyama vikuu vya upinzani vinavyotajwa kwenye vyama vikuu vya upinzani Tanzania, kwa mfano wa Chadema chenyewe hakitashiriki uchaguzi wa mwaka huu kwa sababu na ya kudai marekebisho kwenye mfumo wa uchaguzi na na chama kingine ambacho pengine ukitoa Chadema ungeweza kusema kina wafuasi wengi pia, kwa mfano ACT Wazalendo, mgombea mm -hmm. wake kwa upande wa Tanzania bara eh, Luhaga Mpina bado zengu lake linaendelea, amewekewa kigingi na, na, na, na msajili wa vyama, kwa hivyo kesi yake bado iko mahakamani na zime, imebaki siku moja tunazungumzia hapa, kwa hiyo hata kama uamuzi wa mahakama ukitoka, kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo uchaguzi wa mwaka huu uko tofauti kabisa na kuhusiana na mjadala huu katika mitandao ya wa kijamii, watu wanazungumzia kana kwamba hakuna upinzani kabisa nchini Tanzania, ni kama hakuna mm, vyama vingine mbali na kwamba uh, chadema inasema kiongozi wake mm -hmm. yuko ndani. Kwa nini we hivi? e, tatu kwanza, kama tulivyosema kwamba vyama vile vikubwa vya upinzani havitashiriki uchaguzi huu, chadema yenyewe haitashiriki, lakini ACT wazalendo upande wa Zanzibar itashiriki, lakini upande wa bara babo mambo bado hajakaa sawa dakika za mwisho mwisho hizi mm -hmm. lakini kingine ni kwamba e, CCM kwa maana ya vile vyama 17 ambavyo tume ya uchaguzi imesema ndio vinashiriki uchaguzi wa rais mwaka huu, ni vyama vidogo sana ambavyo unaweza ukasema kwa sababu vyama vile unakuta hakijaweza kushinda kwenye ngazi ya udiwani, achilia mbali masuala ya ubunge. Kwa hivyo kwa hivyo hata uwezo wao wa kujiendesha no. ofisi zake katika baadhi ya maeneo ni tofauti na CCM kwa mfano, ambayo karibu kila baada ya nyumba kumi wanamjumbe mjumbe wa, wa, wa CCM tofauti na vyama vingine, kwa hiyo uki, u, watu wakisema kwamba sisi mwaka huu inashindana na vyama vidogo wa, wa, wa, wanaweza wakafanya ulinganisho kwa sababu wao ndo wako kwenye vijiji hivyo, kwenye mm -hmm. sehemu walioko. Kwa hiyo mtu anayekupa maoni manake, anaangalia katika mazingira aliyopo yeye pale kwamba nguvu ya vyama vya upinzani iko vipi, sisi sehemu iko vipi, na ukizingatia kwamba vyama vile ambavyo amba pengine ungeweza kusema kwamba vimeanza kupata pata nguvu vyenyewe havishiriki uchaguzi. Kwa hiyo inabaki kwamba kusema sisi ni kama unaozama tembo, anashindana na nani, tuseme kwa mnyama mdogo zaidi katika ya na waandalizi kama tulivyosema, ni dakika za mm. lala salama hizi, labda kuna kauli zozote kutoka kwa tume uchaguzi ama mhm mm jana imetolewa kauli kusema, na kweli na mwenyekiti wa tume ya huru ya uchaguzi Tanzania INEC, e, bwana Jacobs Mambengele akisema kwamba wao kama tume wameshajiandaa kikamilifu mambo e, yako vizuri, kwa hiyo Watanzania tarehe 29 wajitokeze kwenda kupiga kura, akisema kwamba e, wao kama wao kama tume wameshatekeleza karibu kila kitu, kwa hiyo watu wajitokeze kwa amani. Kwa hivyo, kutoka, kwenye, taarifa kutoka kwenye tume inaeleza kwamba mambo yako safi na tumeona hata hii leo kule Zanzibar uchaguzi wa mapema kabisa umeanza kufanyika mm -hmm. Na vitu kama hivyo. Kwa hivyo e, ndio hivyo taarifa ya tume inasema kila kitu kipo sawa. Swali linabaki kura tayari basi e, sasa kwa wapiga kura wenye kuamua wako tayari na basi. <laughs> <laughs> mfuatiliaji mm. wetu ni kwamba mwenzetu Imani Henrika akiwa Dar es Salaam amezungumza na baadhi ya wananchi nchini Tanzania kuweza kupata maoni ya maandalizi hayo ya uchaguzi wa kesho, hebu tuitazame. Nimejiandaa vizuri kwa sababu kura nitakayopiga, kura yangu moja nitakayopiga italeta mabadiliko na matokeo baadaye. Matarajio yangu ni kwamba baada ya Oktoba 29 viongozi watatekeleza yale yote walioahidi kipindi cha kampeni, mfano kwa sisi vijana kuhusu kwenye suala la ajira na mambo mengine. Kusema kweli kwa mimi binafsi, binafsi kwa siku ya kesho sitaweza kupiga kura kwa sababu sijaamua kupiga kura. na waga na mia misimu yote waga napiga kura, ila mwaka huu imetokea tu, nimeona nisishiriki mis, kupiga kura. Kwa hiyo chochote kitachotokea kwangu mimi itakuwa sawa, lazima nishiriki kutuletea <coughs> maendeleo upiga kura mpiga kura, rais ambaye tunamtarajia na tuna matarajio, tuna mengi kama utafanikiwa ambacho pia tunakuhitaji <todicolo> ni maoni mseto hayo, mm. Suleiman, kuna yule anakwambia nitapiga kura kwa sababu mm, naamini kwamba kura yangu italeta mabadiliko yale inayoyataka mm. Kuna mwingine tumemsikia akisema yeye kesho hatapiga kura tu kwa sababu hatapiga kura tu mm, labda unalipi, kwanza kwa wale ambao, uh, tuseme wana kasumba mm, ya kukosoa hapa na pale katika mm, serikali lakini hawashiriki katika zoezi la kupiga kura. Kwa mfano ungekuwa wewe ni mfuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwa mfano ungesemaje? Kwa sababu unajua wakati mwingine masuala ya kisiasa, maana yake ni kwamba wanasema kila chama kina wafuasi wake. Kwa mfano ukizungumzia ACT Wazalendo, unakuwa na wafuasi wao, ambao kwa mfano kama wakiona mgombea wao rais kupitia Tanzania bara kule, uh, kule pingamizi, bila shaka kuna namna fulani atakuwa hajisikii amani kwamba uchaguzi unaenda kufanyika, alafu mtu ambaye ninamhusudu pengine angeweza kugombea urais Tanzania bara ange Angepata nafasi, ashiriki. Mfano mkimfuata sasa hivi mfuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kama ambaye kesho ni siku ya uchaguzi. Mm-hmm. Alafu akiona kwamba kwanza, kwa mfano sasa hivi mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu yuko gerezani tangu mwezi wa Aprili. Naam. Alafu mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa Chadema pia, John Heche naye yuko amechukuliwa na polisi wiki iliyopita, na bila shaka bado hatua za polisi zinaendelea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mfuasi wa Chadema akiangalia mazingira kama haya yanayokizongazonga chama chao, bila shaka huwezi kutegemea kwamba kwamba, ah, basi mambo yatakuwa vile vile kwa sababu mambo ya kisiasa ni ya ufuasi. Kama mimi nafuata sera zako, napendwa na unavyo vitu ambavyo unaniahidi kwa sababu mwisho wa siku wananchi ndio wanaoamua hatima ya, ya. Lakini hapo unazungumzia mm -hmm. mtu wa uh, tuseme kama mfuasi wa Chadema mm -hmm. atakuwa na sababu za kimsingi kwa nini aseme kwamba sitashiriki kura, lakini kuna wale ambao mm -hmm. tuseme hata vyama vyao ambavyo wanashabikia mm -hmm vina vinaonia nafasi hii, lakini utapata mtu anasema kwa mdomo tu, mm. Mimi sitaki hiki, nataka kile, lakini hatoki kutumia ile silaha yake ambayo ni kura. Kupiga kura ni takwa la kikatiba kwa kwa Watanzania wote kwamba mm -hmm. lazima wewe ukiwa na miaka kumi na nane na kuendelea unalo jukumu la kwenda kuchagua kiongozi unamtaka kiongozi unamtaka kuongoza katika kipindi cha miaka mitano inayofuata ikiwa mtu pengine hafurahishwi na sera ambazo sera ambazo zimetolewa na kiongozi fulani, haijalishi chama fulani ama ni mfuasi wa chama fulani, huwezi na kwenda kumlazimisha kwamba kununua hujapiga kura lakini e ni ni, ni kwa sababu so suku yanabaki ni maamuzi ya mtu mwenyewe kuamua mm -hmm. kwamba naenda kumpigia kura nani na kwa nini simpigii fulani kura na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ya, ya haya yanabaki kuwa ni maamuzi ya mtu binafsi, ingawa analo jukumu la kikatiba la kwenda kupiga kura na kumchagua kiongozi anayemtaka, lakini jukumu la kutoka nyumbani kwake na kwenda kwenye kituo cha kupigia kura linabaki kuwa ni lake, hata kama ni haki yake ya msingi. Kwa hivyo ni, ni, ni, ni, ni kama ulivyoona kwenye video, ni maoni mseto ambayo watu kila mtu anaweza kaamua mm -hmm. kwa kwa namna yake -hmm. na mbali nayo, tuangazie labda upande wa usalama, maana jeshi la polisi nchini Tanzania hmm. hmm. limewahakikishia usalama wa wananchi uh, kuelekea uchaguzi wa kesho hmm. na haya yamesemwa na msemaji wa Jeshi la Polisi Tanzania, David Misime. Tutazame kauli yake. Jeshi la Polisi linaendelea kuhakikishia kuwa kuna usalama wa kutosha tunapoelekea kesho, tarehe 29 mwezi wa 10 25, siku ya kupiga kura, kwani hakuna tishio lolote la kiusalama, kama tulivyowahakikishia Oktoba 26, 2025. Aidha ningependa kuwatahadharisha kuwa kuna kikundi cha watu, baada ya kuona wameshindwa kuvuruga amani ya nchi yetu, wameunda kikundi cha vijana ambao wanaandaa picha mjongeo na taarifa mbalimbali za matukio yaliyotokea siku za nyuma ambayo yalishashughulikiwa na mengine ya kutunga iliiwayasambaze kwenye mitandao ya kijamii yaonekane yametokea kipindi hiki au muda mfupi uliyopita. Mkiona taarifa kama hizo kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vingine vya habari vilivyoandaliwa na watu hao wenye nia ovu na amani ya taifa letu, mtambue kuwa ni za uongo, uzushi na za kutaka kutuchonganisha na kutugombanisha wapo pia walioandaliwa kama ambavyo baadhi wameshajitokeza kuzungumza na kutoa taarifa zenye tungo tata zenye kutaka kuleta taharuki. Pia wanakusanya matukio ambayo yalitokea nchi nyingine na kuyatengeneza kwa kuyawekea sauti zenye lafudhi ya Kiswahili ili yaonekane yametokea nchini mwetu, na wakati huu muhimu tunapoelekea kupiga kura kesho. Pia wamepanga kuchukua picha za baadhi ya viongozi na kuziwekea maneno na sauti zenye matamko ya upotoshaji ili ionekane wao ndio wanazungumza au wanayatamka, wakati si kweli. Jeshi la polisi, wakati linaendelea kuwafuatilia ili liwatie nguvuni kwa mujibu wa sheria inatoa rai kwa wananchi, mtakapoona au kutumiwa picha ya mjongeo na taarifa kama hizo au vipeperushi na mengine yanayofanana na hayo, muyapuuze kwani yameandaliwa kwa nia ovu ya kiuhalifu kwa lengo la kutaka kuleta taharuki kwa wananchi. Aidha, mkitumiwa taarifa kama hizo, msizisambaze kwani kufanya hivyo ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria ya makosa ya kimtandao. Badala yake mzifute. Mkumbuke taarifa sahihi zinazohusu jambo lolote zitatolewa na mamlaka zenye wajibu wa kufanya hivyo. Kauli ya David Misimi, huyo msemaji wa jeshi la polisi Tanzania. Hmm. Unaizungumziaje hasa tukiangalia maswala ya mtandao na matumizi yake wakati wa uchaguzi? E, swali gumu <laughs> kumekuwa na kama vuguvugu vugu katika mitandao ya kijamii hasa nchini Tanzania kuelekea kwenye uchaguzi, na hii sio mara ya kwanza. Kila wakati unavuelekea kwenye uchaguzi mkuu kuna kuwapo na mambo mengi sana, lakini okay, sasa hivi changamoto kubwa ni kwamba tupo katika ulimwengu wa kidijitali, kwa hiyo taarifa ni nyingi sana ambazo zinatoka, na wakati mwingine wanatoa taarifa hizo, anakuta labda pengine sio mtu tu ameamua tukukaa huko alikokaa, ameandika taarifa, anachambisha mtandaoni lakini pia kumekuwa na kama wimbi la watu baadhi ya watu wakidai kwamba siku hiyo ya uchaguzi wanaweza wakafanya maandamano na, na hapa karibuni tumefuatilia jeshi la polisi sana sana, sana liko likitoa kama darasa kwa watu kila wakati na masuala ya mitandao ya kijamii kwamba hii, hii ni siku ambayo imeandaliwa na tume ya uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi, uchaguzi lakini pia wapo baadhi ya watu wanaosema hiyo siku ni siku ya maandamano, ni vitu ambavyo unavyoona katika mitandao ya kijamii na huwezi kuvipuuza, na ndio maana naona taarifa ya msemaji wa jeshi la polisi David Misime inafafanua kwamba e, nini ambacho hasa wao wanakilenga kukifanya siku ya 29 na wao msimamo wao ni upi. Kwa hiyo ni taarifa ya mamlaka ambayo inaeleza msimamo wao kue, kuelekea siku ya 29. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo kiusalama zaidi na wao wanaelezea, na mwisho wa siku wao wana jukumu la kuwalinda raia na mali zao na mm -hmm. kuwafanya raia watimize hadi yao ama haki yao ya kupiga kura kwa usalama. Lakini mwisho wa siku ni, ni, ni lazima wangeweza kutoa taarifa kwamba pamoja na yote anaenda mitandao ya kijamii, bado kwa mujibu wake ni kwamba mambo yako vizuri na hakuna tashwishi yoyote anaweza kujitokeza. Asi tusikize mm -hmm. Wafuatiliaji wetu na wanasema nini, manake wengi wametutumia ujumbe hapa studioni, na mwana Bobi Msomali anasema mapema kabla kufungua kazi nitakuwa nishaanza kwa kutiki uh, niko maeneo ya Dar es Salaam. Yasni Mtinangi anasema sina utayari wa kupiga kura kwa kuwa ni zoezi lisilofuata matakwa ya sera za ushindani. mm -hmm. Anauliza swali kwamba ushi... Ndio, kwamba ushindani ni mdogo wa baina ya chama tawala na vyama vingine. Mm-hmm. Kwa hiyo unaona hata baadhi ya maoni ambayo watu wanayatoa ni kwamba mwingine kama, ambaye kama yeye sio mfuasi wa chama tawala kwa mfano ndo anakuambia yeye hawezi kwenda kushiriki kupiga kura na vitu kama hivyo, lakini ni maoni yake na huwezi kumpangia nini cha kusema. Lakini huyu anaitwa Israel Logi Derek anasema kesho ni siku maalum kwa wazalendo. Haya, Mesha Kijoshua anasema nataka Tanzania, naitakia Tanzania yangu, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi, jambo muhimu sana, iwe na amani na na kila mtanzania ashiriki katika uchaguzi. Omari Mwepeku huyu anasema maandalizi mazuri sana kwa kweli, uchaguzi wa mwaka huu ni wa kipekee sana, hmm. Lewis Muyota Chizumira anasema tunataka katiba mpya kabla ya uchaguzi na kurudishwa kwa ndugu zetu wote waliotekwa kwanza hatutatiki. Na Robi yeye, yeah, anasema nitakuwa nyumbani kusubiria matokeo kwa sababu familia yangu bado changa na ninahitaji kuwepo na afya tele. Sasa sielewi afya <laughs> na uchaguzi vinaingiliana wapi? E, unajua ni ngumu sana kuzungumzia masuala kama, kama haya kwa sababu baadhi ya watu wanatoa maoni mazito kama haya kwamba Tanzania kwa kipindi cha hapa karibuni kumekuwa na madai mengi sana ya watu wakitaja kwamba, mm -hmm. baadhi ya watu wanapotea, mm -hmm. baadhi ya watu kutekwa. Masuala kama haya yamekuwa yakitajotajo sana Tanzania kasi, siku, za, siku za hivi karibuni, na mara zote watu wa, baadhi ya watu wamekuwa hawaridhishwi na majibu ambayo yanatolewa pengine pe, pe, pe, pe, pe, pe, na vyombo vya mm -hmm. usalama kwamba wanahisi kwamba bado kuna maelezo ambayo hayajitoshelezi haya. Kwa hiyo wanayahusisha na masuala haya ya kisiasa na hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wengine wanakuwa na hofu kwamba hata siku yenyewe ya uchaguzi likitokea la kutokea, mfano, mimi na familia yangu tutaenda wapi? Ndio unaona mtu kama huyu anakuambia kwamba mimi bado na familia yangu changa mm -hmm. na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi haya yote yanatokana na, na mwenendo wa matukio kama haya. Ingawa jeshi la polisi mara zote limekuwa likitoa majibu likifafanua, lakini kwenye kufafanua pia wapo ambao wataridhishwa na yale maelezo na lakini wapo pia ambao wa endelea kutoa yaani, wanaweza wana, kawa ni kama wana, wana, wana, wana, wana doubt kile kinachosema kwamba bado sirizishi na majibu yenu mnayo yatoa kama chombo vyombo vya usalama. mm. Salvantalu yuko Morogoro huyu Suleiman na anasema mjini mji umepoa, pametulia kabisa mm. Yalson Pete anasema mimi binafsi siwezi kujisumbua kupiga kura, kwa sababu sioni uhalali wa kampeni za mwaka huu. Huwezi jaza bunge na chama kimoja tu alafu watu wenyewe ni wale ambao wamewekwa kwa matakwa ya watu fulani. Unahisi kama serikali itakuaingia ikifanya vibaya, mfano kuuza na kuingia mikataba mibovu, nani atakaye hoji? mm. Suleiman Karisa anasema wache mama amalize miaka yake. Mama hawezi kuongoza milele. Mama ameonyesha maendeleo kwa Tanzania na tangu ipate uhuru. Hmm. Mama hajapata nafasi. Hii ndio nafasi ya mwanamke kuongoza wanaume wa Tanzania. Wacha ni mama afanye kazi kwa Watanzania. Hmm. Israel Longi Dareki, huyu anasema kesho ni siku maalum kwa wazalendo. Uh, watu ambao hawataki makuu, nchi yetu hawana amani kabisa na siku ya kesho ya yeah, unaona kamaone kama hayo. Kwa mfano ma, u, kwa faida mtazamaji na mfuatiliaji ni kwamba Mama Samia alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Tanzania mwaka 2021 mm, baada ya kifo cha John Magufuli, lakini pia alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa makamu wa rais wa Tanzania mwaka 2015 mpaka 2021 kwa hiyo huu ni uchaguzi wake wa kwa kwanza akiwa nasimamia katika sasa, na kwa mujibu wa tume ni kwamba watu milioni 37.5 wamejiandikisha katika daftari la wapiga kura kwenda kushiriki uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo ya yapo ya, ya, ya, ya katika wigo wa kisiasa Tanzania kuelekea siku ya 29, lakini kimsingi kim ni kwamba linapokuja swala la kisiasa tatu kila wakati. Inaweza kama mimi na wewe tumetoka familia moja, lazima tuna mawazo na maoni mseto. Wewe unaweza kuwa unaona una hivi, ndio demokrasia hiyo. Na ndio maana unakuta mtu mwingine anasema kama chama tawala kikiwa na pengine watu wa bunge mia mbili alafu, chama cha upinzani akiwa na mbunge mmoja, kwa hiyo wanakuwa hawaamini katika huo huu uwiano, kwa sababu kwamba kama vim, mfumo vyama vingi lazima ufanye kazi katika kila eneo na vitu kama hivyo lakini yeah. Yote haya ni masuala ya kisiasa, na mwenye nguvu ndiye anayeweza kuwashawishi watu na akapata mamlaka ya kuongoza mm-hmm. M, hata sitajishughulisha nao, sitaki, maana siamini katika uchaguzi huru na wa haki mwaka huu. Tatu, mjadala <laughs> huu <laughs> tutaendeleza a mtandao wetu wa kijamii nam, lakini kabla ya kuondoka hapa, labda sijui una lipi la kuachia wafuatiliaji wetu? Kesho tarehe 29 ni siku ambayo imepangwa kwa, kwa ajili wa ya Watanzania kufanya maamuzi ya kwenda kwenye sanduku la kupiga kura, kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi Tanzania, INEC. Na sisi DW Kiswahili, kwa mfano, tutakuwa mguu pande mguu sawa kuripoti kila kitu ambacho kinatokea nchini Tanzania kwa kesho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweka notification on kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia YouTube, Facebook, TikTok na kuingineko kote kwa jina moja tu la DW Kiswahili. tutawapeni updates zote kama unavyosema vijana uh -huh. Tunakupeni updates zote zitatokeza hapo kesho. Kwa hiyo sisi tuko tayari kuwa taarifu kile kinachotokea hapo kesho tarehe 29 mwezi Oktoba. Nam basi langu ni kusisitiza tu kwamba kura yako ni silaha yako, kwa hivyo itumie kwa busara. Kutoka kwangu tatu Karema na mwenzangu hapa Suleiman Mwiru twasema asante na kwaheri.